tunaingia shughuli mm. skule za wenyewe sasa si ndo wanaume tumeamuka tuna tight bwana wambie sindo tunajituma si ndo tunajituma taki kutumwa hati useme tunaguza wenyewe tuweze kubakisha kufinish kumaliza kula ya jasho yako Eh, kidogo kidogo itakuwa mingi siku moja lakini mingi siku moja hii ati unapata leo mingi Baba, utakufa mapema. Shamba ni kubwa kama Ay, Kenya Kenya, kuanzia gukaya guka yako na maancestors walizikwa, e, yeah, na bado wewe tunaweza kuzika tu bado hivyo, na bado huwezi jaza. Ude, utajaza nini? E, utajaza nini wewe Joe? ni nyama tu na wewe ni mchanga tu zetu, boys. Eh, tunaingia shughuli na governor. Eh, babu kwa sababu. Kwa sababu nani asubuhi na mapema watu wajonge tu Nairobi. Sasa tako tushamaliza hiyo biashara shapi? Ah. Na mavijana muende ID na muende kura